Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumanne, juma la 34, kipindi cha kawaida cha mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo: somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Danieli sura ya pili aya ya 31 hadi aya ya 45, na somo la injili linatoka katika injili lilivyoandikwa na Luka sura ya 21 aya ya 5 hadi ya 11. Karibu tusikilize injili. Watu wa kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu jinsi lilivyopambwa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 Mpendwa katika Kristo, tukiwa mwishoni kabisa mwa mwaka si wa kanisa, kanisa linatuwekea masomo haya yenye kuonesha mazingira ya mwisho wa ulimwengu huu wa uhai wa mwanadamu. Katika injili tuliyotoka kuisikiliza hivi punde, Yesu anaonekana akiwa Yerusalemu katika utume wake wa kawaida, kwani ni muda mfupi tu tokea hapo alikamatwa akateswa akafa na kufufuka hivyo yupo ukingoni kabisa mwa utume wake. Tunaona Yesu akitabiri kuvunjwa kwa hekalu la Yerusalemu ambalo lilionekana ni hekalu walilo li, walilo lisifu sana Wayahudi kwa sababu ya uzuri wake na uimara wake, huku wakitumia katika ibada zao za kila siku. Hivyo kwa ukubwa na uzuri wa hekalu hili hakuna aliyetegemea kwamba lingeweza kubomolewa kwani lilidhihirisha uwepo halisi wa Mungu kati ya wanadamu. Watu walifikiri kwa uimara wake na uzuri wake na kazi zitakazofanyika au zinazofanyika humo, litadumu milele, haliwezi kuvunjika, kwani ni la Mungu na linatumika kumsifu Mungu, pia linatumika kumsifu Mungu linatumika pia kuwakutanisha watu mbalimbali mbali na Mungu. Hivyo Yesu kusema hekalu hili litavunjwa ni kama hakueleweka kwa wengi, kwani walilipenda sana hekalu lao. Hivyo walimwona kama karukwa na akili, wengine walimwona kama kichaa, wengine walimwona kama anakufuru kwa kulivunja hekalu ambalo linatumika kwa kazi ya Mungu hakika waliamini kama litadumu milele. Pengine katika maisha yetu ya kila siku tunaona majengo yetu ya makanisani tunayoyajenga au mipango yetu tunayoipanga kama nchi na jamii kwa ujumla kama yanadumu milele. Mpendwa katika Kristo, hapa Yesu anatufundisha mambo kadha wa kadha ambayo katika maisha yetu ya kawaida Tunaweza tusiyakumbuke wala kuyazingatia. Jambo la kwanza ni kwamba kila kitu kina muda wake. Pamoja na hekalu la Yerusalemu kuwa zuri na kutumika kwa kazi ya Mungu na linavutia sana kwa macho, lakini bado linavunjwa. Yesu anatumia mfano huu wa kuvunjwa kwa hekalu kwa kutukumbusha kwamba mara nyingine tunaweza tukawa na vitu vya kawaida tunavyovipenda na kukumbatia kweli kweli kwa nguvu zote, lakini vina mwisho. Tutatumia nguvu nyingi sana, akili nyingi sana, maarifa mengi sana, muda mwingi pia na mawazo mengi sana katika kuzingatia, lakini yana kikomo na mwisho. Kristo anatutaka tukumbuke namna tunavyopaswa kutafuta kile kidumucho ambacho ni kuupokea ufalme wa Mungu, kumkumbuka Mungu na kujipatanisha naye. Yesu anatukumbusha kwamba maisha yetu ya hapa duniani yana kikomo na amekuja kutupatia njia nyingine mpya ya kuishi naye katika ufalme wa milele. Yesu anatukumbusha yote tunayoyaona kuwa mazuri tunayoyatumia nguvu nyingi kuyapata na kuyapigania yatapita na yana mwisho. Madaraka, haijalishi ni mazuri na matamu kiasi gani, yana kikomo chake. Mali na fahari zote tunazoziona katika ulimwengu huu yana mwisho na kikomo chake, na mtu atasimama yeye kama yeye baada ya kikomo hicho. Mtakatifu Gaspari katika tafakari yake anatuambia ya kwamba kwa Mungu ni lazima tufanye mengi vizuri na haraka. Mengi kwa sababu Mungu anapaswa kutendewa mengi mazuri kwa sababu ndiyo pekee ya kumtumikia Mungu na haraka kwa sababu muda wetu hapa duniani ni mfupi mno. Jambo la pili ambalo Yesu anatufundisha kupitia Injili hii ya leo ni kwamba wema na ubaya havichangamani. Yesu anadokeza hili kwa namna mbili: vita kati ya ufalme mmoja na ufalme mwingine, na taifa moja na lingine. Kwa upande mwingine, Yesu anatufundisha namna ufalme wa Mungu au utawala wa Mungu unavyopaswa kupambana na ufalme wa uovu. Anatuambia kuwa ufalme wa Mungu unatufikia natufiki, kama tutakuwa tayari tumepigana vita na uovu tumeuondoa uovu kati yetu, na hakuna nafasi ya mchanganyiko. Lazima ukweli wa kiinjili usemwe ili kukemea uovu wote wa dunia. Jambo la tatu ambalo Yesu anatufundisha kupitia injili ya siku hii ya leo ni kuweka tumaini kwa Mungu, na wala sio kwenye vitu, wala sio kwenye mali, wala sio kwa watu mashuhuri au wenye, wenye pesa au wenye uwezo au wenye talanta mbalimbali walizopewa. Mara nyingine tunapokuwa katika utafutaji wa riziki zetu za kila siku tunajisahau, matumaini yetu yanaelekea katika vitu tulivyo navyo, yawezekana ikawa ni mashamba, nyumba nzuri, magari mazuri, pesa nyingi na kadhalika. Pia tunaweza kujikuta katika na imani kwa mtu kwa sababu ana uwezo wa mali au ana karama fulani au ana unabii wa uongo na kadhalika. Hivyo Yesu anatufundisha tuwe watu wa imani na matumaini wa ufalme wa mbinguni. Tunapoelekea mwishoni mwa mwaka huu wa kanisa, hatuna budi kuendelea kumshukuru kwa mema mengi aliyotujalia katika kipindi chote hiki na kuendelea kumwomba atupe maarifa na masikio ya kusikia neno lake na maongozo yake matukufu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo iliyokuletea. Tafakari hii ni mimi Frateri John Melita wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo, yeah.